ishi na, na mti mazingira, hoye! Balozi Chage hoye! mkurugenzi hoye! Mama Samia safi! Nelson Mandela juu! Nipende kutumia fursa hii kumshukuru sana kiongozi wetu na balozi kutoka ofisi ya makamu wa rais mazingira, Balozi Chage kwa kututembelea siku ya leo na mkurugenzi, pamoja na timu nzima kuja hapa kwa ajili ya kutupa hamasa ya programu hii na kampeni hii kubwa ya soma na mti.